Na serikali imesema haitafunga maduka ya dawa ya watu binafsi yaliyopo pembezoni mwa hospitali za umma kwa kuwa maduka hayo yameanzishwa kisheria. Ifuatayo ni taarifa kamili. Ili kuhakikisha wagonjwa wanaofika kwenye hospitali za umma hawaendi kununua dawa kwenye maduka binafsi, serikali imesema itaendelea na mkakati wake wa kuboresha maduka ya dawa yanayofunguliwa na Bohari ya Dawa MSD kwenye hospitali zake na kuhakikisha kuna kuwa na upatikanaji wa dawa kwa gharama nafuu. Hayo yamesemwa na katibu mkuu wizara ya afya na ustawi wa jamii, Dr. Donani Mbando wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam mara baada ya kuzindua duka la dawa linalomilikiwa na bohari ya dawa MSD, duka lililopo ndani ya hospitali ya taifa ya Muhimbili. Wananchi wengi walikuwa wanaelekezwa kwenda kununua dawa nje ya hospitali, wakati hospitali haina dawa kwa Mheshimiwa Rais alikuwa clear, alitoa maagizo na tumeyatekeleza. Kwa upande wake uongozi wa MSD umesema baada ya ufunguzi wa duka hilo la dawa, mkakati uliopo kwa sasa ni kufungua maduka hayo kwenye hospitali za rufaa za kanda kwenye mikoa ya Mwanza na Arusha. Huko hospitali nyingine za rufaa zilizo na maduka ya dawa zikiongezewa uwezo wa kupewa dawa nyingi zaidi, ni kwa jumla dawa nyingi zinapatikana hapa na dawa ambazo zina udhibiti uh, kwa maana ya value na vile vile kwa bei inayostahili. Uh, um, sekoture ambayo yiko Mwanza tumekabidhiwa jengo jana, sijaliona mimi binafsi. Nimeona ile la Mount Meru, na mtaalamu aliyekuwa kule ametuambia kwamba linahitaji marekebisho kidogo, na yeye tunataka tuanze nalo. Tunadhani by January tutakuwa tumeshakamilisha haya maduka. Duka la dawa la MSD kwenye hospitali ya Muhimbili ni duka la pili kuzinduliwa na bohari ya dawa baada ya lile la Mbeya. Duka hilo la Muhimbili ambalo limeanza kuuza aina 450 ya dawa tofauti linatarajiwa kuongezewa uwezo hadi kufikia kuuza aina elfu mbili ya dawa za binadamu. Faraja Kihongole cha